Waziri Mkuu wa Tanzania, Kassim Majaliwa ametangaza hagombei tena ubunge wa Ruangwa, Mkoa wa Lindi katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 2025. Dirisha la uchukuaji na urejeshaji fomu CCM za udiwani na ubunge lilifunguliwa kuanzia Juni 28, 2025 na linafungwa rasmi leo saa kumi kamili jioni Julai 2, 2025. Uamuzi wa Majaliwa umetangazwa leo Jumatano na katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM, wilaya ya Ruangwa, mkoa wa Lindi, Abbas Makwetta ambaye amesema, Majaliwa amekuja na kusema hagombei tena ubunge. Majaliwa ambaye pia ni waziri mkuu wa Tanzania amekuwa mbunge wa Ruangwa kwa miaka kumi na tano mfululizo kuanzia mwaka elfu mbili na kumi katika utawala wa awamu ya tano chini ya Rais John Magufuli ndipo Majaliwa aliteuliwa kuwa waziri mkuu. Akizungumza na Mwananchi leo Jumatano, Julai mbili elfu mbili ishirini na tano Makweta amesema, waziri mkuu amekuja hapa leo saa nne na hakuja kuchukua fomu ila amekuja kusema hatogombea. Na mnukuu amesema ametumikia kwa kipindi cha miaka kumi na tano ametafakari na kuona kuachia vijana ili waendelee na hatua zingine, lakini amewataka wanaruangwa kuhakikisha Samia Mwinyi wanampa kura za kutosha. Katibu huyo wa CCM amesema hadi saa tano asubuhi ya leo Jumatano waliojitokeza kuchukua fomu ni watano. Juni 26, 2025, akitoa hotuba yake katika mkutano wa bunge jijini Dodoma, Majaliwa pamoja na mambo mengine aliwashukuru wana Ruangwa kwa kumpa ushirikiano mkubwa katika kipindi chote akiwa mbunge wao, namnukuu: naomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha mshikamano tulionao na naomba kuwajulisha na kuja kuchukua fomu na kuomba tena ridhaa yenu, alisema Majaliwa huku akishangiliwa na wabunge. Majaliwa anahitimisha safari ya ubunge na uwaziri mkuu akiwa na miaka 64. Alizaliwa Desemba 22, 1960 katika kijiji cha Mnacho, wilaya ya Ruangwa. Kitaalam, Majaliwa ni mwalimu ambaye amefundisha ngazi mbalimbali mbali.